Wake. Ataki tuwe watoto wa namna fulani anataka tuwe watoto katika namna yake yeye, yeah, yeah. Anataka kumwona mtoto mmoja huru kabisa ambaye abanu na kitu chochote ila anaishi ndicho anachotaka, sio dini zinavyotaka kutuendesha. Atuwezi kuendeshwa na system ya kidini ambayo tangu milele haiku prove. Ime prove wrong. Tangu milele ime prove wrong. Hichi kitabu na wananiona nasikia hichi kitabu kinaitwa Biblia ni kaburi la ajabu. Ndiyo sababu watu wengine wanafikiri Biblia imeandikwa ili tuyafuate yaliyo ndani ya Biblia. Stefano alipigwa kwa mawe na sisi tupigwe kwa mawe? We, we unaongea kitu gani hapo? Stefano alipigwa mawe kwa ujinga wake. Stefano alipigwa mawe kwa ujinga wake. Stefano alipigwa mawe kwa ujinga wake, alikuwa na maarifa kama haya, na ameandikwa alipigwa kwa mawe ili tusipigwe kwa mawe. We unaniambia nini bwana? Yohana, hey, alisulubishwa. Petro alisulubishwa kichwa chini miguu juu. nani wa kusulubisha hapa? Bartolomeo alichunwa ngozi. nani chunwa ngozi hapa? Yohana alitumbukizwa kwenye, kwenye dumu la mafuta yaliyochemka. Umtumbukiza askofu kwa jima. Hehehe. Wewe yale madhaifu yameandikwa ili sisi tuyaone na kwako. Sikiliza Wale mlio mkoani mnivumilie, najua kwenu ni usiku wa manane, maana kuna mikoa mingine umeme wake hauko sawa. Umesikia, eh? Give me time, nataka kuzungumza na nyie. Nakupa kitu ambacho you will no longer be the same. Hichi kitabu na wananiona, wanasikia, hichi kitabu kinaitwa Biblia ni kaburi la ajabu limewafukia wafu, huko watoto wa Mungu hawatoki. Yaani, unawaambia kitu kabisa, unawaambia kiko wazi kabisa, lakini hichi kitabu kinawafukia huko chini, hawasikii kwa sababu tu kuna mjinga mmoja alizungumza kitu kwenye hichi kitabu kwa sababu tu kuna mjinga mmoja alizungumza kitu kwenye hichi kitabu kwa sababu tu kuna mjinga mmoja alizungumza kitu kwenye hichi kitabu, na nikasema kutatokea kitabu kingine zaidi ya hichi